Kifoplasti ni upasuaji wa mgongo usio na uvamizi mkubwa kwa ajili ya maumivu ya mgongo yanayotokana na eh, kuvunjika kwa mgongo kunakosababishwa na osteoporosis kwa mgonjwa mzee. Kwa hivyo kuvunjika huku hutokea baada ya majeraha madogo nyumbani au kazini, hasa kwa wazee, hasa kwa wanawake baada ya umri wa miaka 60 mara nyingi hujitokeza na maumivu ya mgongo, hawawezi kukaa, kusimama au kugeuka kitandani. Kwa hivyo, inaweza au isihusishwe na maumivu ya mguu. Kwa hivyo, inagunduaje? Inagunduliwa kwa x-ray au MRI ya mgongo wako wa chini ili kujua kuhusu kuvunjika. Ikiwa maumivu yanaweza kudhibitiwa kihafidhina kwa kupumzika kitandani, basi kawaida tunashauri matibabu ya kihafidhina. Lakini siku hizi kila mtu anataka kuwa huru asiye na maumivu mara moja. Kwa hivyo wanataka kutembea mara moja. Kwa hivyo kifoplasti ni utaratibu ambapo tunaingiza sindano ndogo kwa msaada wa mfumo wa urambazaji kwenye mgongo wako ambapo mwili wa uti wa mgongo au uti wa mgongo umevunjika, na saruji inachomwa ndani ya mfupa. Kwa hivyo ni utaratibu mdogo sana, nao unachukua chini ya dakika 30 na kawaida mgonjwa hutembea ndani ya dakika 30 baada ya utaratibu. Inafanywa bila ganzi ya eneo, ili hakuna haja ya mgonjwa kukaa hospitalini kwa zaidi ya siku moja, na mgonjwa anaweza kutembea siku hiyo hiyo. Kwa nini kyphoplasty ni muhimu zaidi katika siku za kisasa? Tazama, siku hizi muundo wa kijamii wa familia zetu umebadilika; ni familia ya nyuklia, na ni vigumu kutoa huduma uh, kwa mgonjwa mwenye kuvunjika kwa uti wa mgongo wa osteopathic. nyumbani kwa muda mrefu au hospitalini. Kijamii na kifedha si rahisi. Kwa hivyo kila mtu anataka tiba ya haraka, ili waweze kurudi kwenye muundo wao wa kijamii na pia iwe na faida kifedha. Kyphoplasty ni chaguo kama hilo.